Kwa sababu ni vizuri nikueleze na niwaeleze wananchi wa hapa kaunti e, hii vilevile, nilienda China e, mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni 36 ya barabara. Kwa hiyo hiyo shilingi bilioni 36, nilichukua bilioni 15 nikaweka hapa Mlimani hapa Nyeri hapa nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa Riva pale, hiyo kilomita eh, karibu 45, inaunganisha Mkuruweini na, na, na Tetu. Nimeweka eh, Nyandarwa barabara mbili, barabara ya kutoka Ndaragwa eh, eh, kwenda Kanyagia mpaka Subuku almost 50 kilometers, saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale naitwa eh, George Gashagwa atakwambia hiyo barabara inaendelea, nimeweka 44 kilometers. Pia barabara pale eh, Nyandarwa ambayo saa hizi inaendelea, tumeweka kilomita 90 90 kilometers. Barabara za Kiambu between Kabete eh, Kiamba and Kiambu zinaendelea as I talk to you tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa pi. Hiyo barabara saa hizi almost another 50 kilometers inaendelea as I, as I talk to you. Kuna zingine bado tuko na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa tumemaliza the procurement issues na matatizo ambayo tulikuwa nayo, so another 400 kilometers mbali na 560 ya Maumau, barabara zingine 400 km hapa mlimani, almost a total of 1000 kilometers ya barabara inajengwa hapa mlimani. Nimesikia hata viongozi wengine wanasema, oh Ruto ni muongo, sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize, mimi nilikuja hapa, tukaenda hapa just not far from this state house, hapa Gatung'ang'a, eh? tukaanzisha ile barabara inatoka Marua napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Munyoro, kwa Munyoro hapa mahali huyo mtu anasema ati ati hakuna kitu nimefanya, barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, tuwachane na hiyo story, haya tuendelee. Tulikuwa tunataka kuingia kidogo, umeguza wa Munyoro, sema na wa Munyoro, hiyo ndio mambo ambayo sasa tunataka kuuliza hapo sasa, ndo umeguza mlima wakati